mafunzo mliyoyapata kuanzia ngazi ya chini na hatimaye imeweza kuonyesha uwezo mkubwa katika kufanikisha zoezi hili Pima Uwezo 2025. Kwa namna ya kipekee kabisa mrejea hapo ya vikosini, yale yote ya mliyojifunza katika zoezi hili yaende kuwa chachu katika utendaji wenu wa majukumu ya kijeshi ya kila siku, kwa kuendelea kujenga uzoefu na ufanisi pindi mpangiwapo jukumu husika katika utekelezaji wake. Hakuna mbadala wa mafunzo katika utendaji wa kijeshi, kwa kuwa mafunzo ni sehemu ya utumishi wetu. Mazoezi ya medani ni sehemu ya mafunzo muhimu sana ambayo muda wote anajenga utayari katika utendaji kazi, na hii iwe sehemu ya maisha yetu ya kila siku katika utumishi wetu jeshini. Niwakumbushe kuvishi viapo vyetu wakati wote wa utumishi wetu jeshini katika kuilinda na kuitetea nchi yetu Tanzania kwa uzalendo, weledi na ufanisi mkubwa. Napenda niwapongeze sana wapiganaji wa Jeshi la Akiba kwa umahiri na kujituma na moyo wa kizalendo walioonyesha, bila kujali hali yoyote. Hongereni sana. wametekeleza wajibu wao kwa waendeleji kwa kujituma na moyo wa kizalendo. Ongereni sana. Mimi Maduru Manosa Benjamin, askari wa Jeshi la Akiba kutoka Kahama, binafsi nafurahi na ninashukuru na sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutukumbuka sisi askari wa Jeshi la Akiba kushiriki zoezi hili la pima uwezo 2025 ambalo mimi binafsi nimeshiriki kwa moyo mmoja tena zoezi lilikuwa gumu na kubwa. Sisi askari wa Jeshi la Akiba tulioshiriki zoezi hili tuko tayari kuilinda Tanzania. Amani itawale. <coughs>